Hey, kweli, kwa, eh kweli mwanaume anataki kuwa amekuwa msafi kama Dullvanny ule mchekeshaji mwanaume ah. Lazima <laughs> mana mwanaume unavaa boksa eti kwa siku anabadilisha boksa mara mbili mara tatu, mwanaume unavaa boksa hata siku saba wiki moja ya boksa moja. E bwana, hope uko good, uko poa kabisa, mwanafamilia wa 69 media. Chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, mpaka Goba njia nne kumtafuta nani? Tuko na mkali wenu, tazungumza nini kikubwa, kuendelea kuwa nasi na una subscribe unakuwa mtu wa kwanza kapita, kwa kabisa kupata taarifa zetu zote. Tuko na mkali na mimi hapa ni Sami Baby. Bwana mambo vipi? kama kama, madam Sami, e, nakuona kidogo Hivyo <laughs> <Iba yu. laughs> hivyo. Ndio mazoezi yamejipa nini? Mm, mazoezi ya majipa. Ndio mdogo. Yes. Maandalizi yanaendaje lakini? Eh, maandalizi ya kufresh. Mm. Maandalizi ya kupoa. Tunapambana hivyo hivyo. Mm. Yeah. Kuna mtu ambaye anakuwa hapa haelewi au anazungumzia maandalizi ya nini? Ama nini kimejipa kwenye mwili? Ah. Maandalizi ya pambano. Ndio. Ya kupanda ulingoni ya amka kati ya mkali wenu na Bibu Penga. Mm. I think habao itafanyika tarehe ishirini Juni, tarehe ishirini mwezi wa sita so tunapambana um, tunapambana ugumu ambao anaenda kulifanya. So nipo katika harakati za, za, za, za kuliwaza na kulifikiria. Mm. Yeah. Yeah, ana miaka zaidi ya 20. Mm. Anakuja tu, <laughs> nyingi sana kacheza na bondea wengi wakubwa acheza. Mm. Na mfalme umeona. Sasa ni kama um, kuna ngumi ambayo jeje kumpata. Mm. Na kwa na sura yake ilivyokuwa mbovu vile. <laughs> a a, a kupigana ni kinsi kama ishapigwa. Kwa hiyo hey, inanipa wakati mgumu sana. Mabonde wengi mm. anamwogopa kupigana na upengo kutokana na, na, na, na sifa yake kubwa ya uvumilivu, ununda lakini anavyo na soft and sub. Mimi mchekeshaji za oh, yeah. afiki nakoaje? Kwa hiyo inanipa wakati mgumu kuwaza na tafakari unampigaje? Umeona mm. bwana, so inanipa wakati mgumu lakini kwa sababu niliapa mwoni mwangu katika ulimwengu, naweza kufanya chochote ila sio kila, kila kitu. Napanda ulingoni tafutaji wa maisha, kwa sababu aibu inadhalilisha, lakini umaskini unadhalilisha sana. So ili uepukane na, na umasikini, fursa yote ambayo unahisi unaweza kuifanya kwa mbele yako ambayo mkufuru Mwenyezi Mungu wala aiendi kinyume na taratibu za nchi. Lengo ni kuepuka umaskini au kuwa na maisha bora zaidi. Anajua mafanikio yake mbeleni yanatokana nini hasa. Ndio maana kuna watu ambao walianza na shughuli, baada ya kufanya shughuli kawatoa. Hmm. Kuna watu wanafanya shughuli, kaja shughuli, kaadani. Hivyo. Wako uh, boxers wengi ambao wanapigana uh, lakini sasa kwa nini akawa ni Habibu Pengo na sio mtu mwingine? Kuna Mwakinyo. Eh, kuna mzee wetu yule Mandonga mtukazi. Kwa nini sasa ukaamua kuanza tu hapo na Habibu Pengo? Ah, mimi kwenye, kwenye boxing tangu um, hmm, tangu ningi professional kabisa, tangu ni bondia serious kama nafanya wengine. Sasa hivi nishafanya mapambano matatu katika serious. Nishafana pamoja aitwa Jibu Salumu nikashinda ko laundi ya kwanza, nikapiga na um, jamoja aitwa Bakari Dunda nikashinda thin laundi ya ya tatu nilishinda ko. Nikapigana na jamoja aitwa Ambukile Chusa Mombasi asha kupigana na Mwakinyo sikushinda ko, nilishinda kwa, ma, kwa, kwa point kwa majajoto ya tatu. Nimeza naye laundi sita mnake kwa ili, ili nakuwa pambano langu la nne na Bibu Pengo um, pambano la laundi nane nagombania na mkanda wa PST mona bwana so hivyo hivyo napambana dogo sijaza tu na Habibu Pengo. Habibu Pengo ni bondia, kila kila kila bondia anayekuja anakuwa bondia mgumu kuliko mwingine. Habibu Pengo ni bondia mkubwa mgumu, lakini pia boxing live hauwezi tukurupuka na Mwakinyo kwa sababu watu wanaangalia nyota uzoefu wako. Mm. Sasa mimi ndio kwanza nina nusu nyota, nina nusu nyota, Mwakinyo ana tatu nyota, sijui nusu sijui tatu saa hizi kukubali kupiga tu na tatu nyota, kwa sababu ikitokea bahati mbaya nimempiga bahati nzuri mshinda inakuwa fedha yake yake, ushindi kwake, kwa hiyo ngumi zina utaratibu wake lakini pia wezi tukupigana na mandonga uzito tofauti mimi napigana kilo sitini na sita, wana mandonga napigana sio kilo themanini na tisa kwa tisini, kwa hiyo ngumi zina vitu vingi ndo maana kila kwenye, kwenye femu ya ngumi, weza kama femu wengi, kila mtu ana uzito wake ngumi kila mtu ana uzito wake. Mwakinyo anacheza kilo sabini na mbili mid weight. Kwa hiyo ngumi, kila mtu ana uzito wake. mimi na mwakinyo, Mwakinyo anacheza sabini na mbili anacheza sitini na sita Umeona sasa? Kwa hiyo siwezi kukulupu tu, na pia na Mwakinyo wakati uzito tofauti, alafu yeye bondi ya muda mrefu, mimi ndio kwanza upcoming novice, ndio kwanza nakuja, najitia tu ujeuri na kiburi, ndio kisababisha nifanye na mabondi ya zoefu. Mtu akikuangalia hivi mkali, anasema huyu kweli anapigana huyu <laughs> Eh, ngumi zina mwenyewe. <laughs> Na, na um, bado, ah, bado sijamaliza, tangu naweza kupigana wakaniua zakupigana bilionea na bilioni mia tatu kwenye benki yeah. Comedy tumeacha. Ah, comedy hatuwezi kuacha comedy, ndo maisha tunaishi tuna survive, tunafanya tuna, tuna maisha yetu tunaishi maisha yetu mazuri kutokana mm, na uwezo wetu kutokana na comedy boxing. Nafanya kickboxing, bado haujaanza kunilipa kama ninavyolipa comedy mm, yes. Mazoezi ya boxing nimekuwa mengi sana kuliko kuona clip clip zako mitandaoni, nilipa muda kusema ngoja nifanye mazoezi sana, kwa sababu ngumi zinauma, alafu ngumi zinahitaji umakini sana.

Yes. Kwa ratiba yako ikoje? Ratiba yangu asubuhi na saa kumi na mbili saat, saat, saat, na saa kumi na mbili saa kumi na moja na nusu naamka nafanya mazoezi mpaka saa tatu. Saa tatu narudi napumzika kidogo, naingia location na shoot saa kumi na mbili tena mazoezini kirudi saa kumi na mbili mpaka saa tatu manake naoga naangalia movie kidogo nimelala napumzika. Nikianza boxing hata ratiba ya msosi inabadilika, Sio mda wote mm. Kipindi ba naelekea kwenye mechi kutokana na, na kupunguza uzito nini, kwa sababu sasa bidii natakiwa kula, lakini um, kama sina mechi nakula tu kawaida mm. yeah. so, si eh, vyakula sana vya wanga vya mm. wanga vya mafuta inabidi ulo sana protein, ili balance weight mm. nisipo, nikiwa nikiwa sina si, si, mechi naenda dikilo sabini na mbili yani napata dikilo sabini na mbili lakini isasabi ni, nipungue mpaka sitini na sita sitini na tano kuona baadhi vyakula kadhaa tu basi, nakuwa niko sawa. tulieti muda mrefu tulitangana tangu elfu mbili na kumi na nane kitambo sana. elfu mbili na, na, okay. hey, uh, na, na, na kumi na nane yeah, kumi na kila mtu anafanya maisha yake, Mashura anafanya maisha yake, Bitoke anafanya maisha yake

kila kila kila maisha ya mtu tayari kishandua katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sisi mm. tunafuatisha tu. Kwa hiyo inawezekana ukataka iwe hivi lakini Mungu kashapanga, hapana, lazima iwe hivi. Kwa lazima itakuwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu atuandikia. mm. Kilitokea nini kati yenu? Yaani kutengana tu kama nilivyokuambia kama ilivyoandikwa, yaani hatuwezi sema kilitokea nini, ni kutengana tu kwani imefika hatua. Chanzo inaweza kidogo au labda hela, mfano chanzo ka hela maslahi hey, maslahi tunatengana tu kama, kama ilivyo hada alivyotengana ingine. Kwa hiyo mm. sipendaji sana kuizungumzia kwa sababu mi imani yangu inaambia kila, mm. kila yeah, no yani. um, uh, wa eh. no, na uta, na bongo kilichopangwa akiona mimi yeah, sio mtu wa watu, mi sio mtu hmm, wa marafiki sana, ndio maana most of the time kama vile nilikwambia, ratiba yangu nikitoka hapa nimeshaga, nimeenda zoezini, nimerudi kwa hiyo, so sio mtu kwa so mtaomnaafata siishi karibu na mjini mm. Nasema labda kuna maskani ya sanaa, wasanii hapa na mimi naishi gito maisha yangu hivi kama ulivyoniona mwenyewe, kwa ni ngumu sana kwa hangout nao. Lakini sanaa ya bongo movie ni wasanii ambao washikaji hatutaoneana wivu kwa sababu hatushei sanaa yetu. Wao naimba, mimi nachekesha, lakini sasa bongo movie mkiigiza, sometimes binadamu tumeumbwa na wivu, tumeumbwa na hosda, inakuwa mbaya. Yeah. Okay. Sawa, ni kweli comedy ya kawaida haina masilahi kama vile ambavyo iko standup comedy. Ah, sijui mi, mi nachojua komedi ambao nafahamu na maslahi yangu kwa upande wangu, kwa sababu maslahi ni wewe mtu mmoja individual person ndo anaona maslahi yake. Kuna mtu mwingine akipewa laki kwake ndogo sana lakini kuna mtu mwingine ukimpa tu elfu hamsini naona alhamdulillah, asante Mwenyezi Mungu. So maslahi ya mtu ni kutokana na aina yake ya maisha anayoishi. Um, milioni moja kwangu mimi

kuna mama anakuja sana, baba, mi nahitaji elfu hamsini tu. Mtu anauza elfu hamsini ukipewa elfu hamsini ukipewa, mi natajirika elfu hamsini tu, lakini kuna watu wanaishi kwa siku elfu mbili tu na elfu tatu wananjoy, lakini mi sahivi kutokana maisha kwa uh, ad kwa, kwa uh, uh, yangu kwa siku natumia elfu arobaini kula tu, laki tano kwenye. Inawezekana kuna mtu mwingine anapewa nyingi, kumbe mimi kwenye komedi yangu kunipa milioni moja na mbona ndogo so hakuna hela mbayo itoshe, wala kuna hela nyingi wala ndogo. Lakini unaonaje ndalo na discuss ideas za kufanya, kwa hiyo ni watu ambao wanafanya vizuri Sio. <laughs> Uh, kila kitu inawezekana, nikafanya nafanya, watu akanipokea tu vizuri, inawezekana pia yeah. Sawa, tunaendelea ku, ku, kuona mengi kwenye, kwenye komedi lakini pia kusikia mengi kwenye kwenye komedi wewe pia, tunatamani hata kumuona mkali akiendelea kutengeneza urafiki na hao ambao tayari kwenye komedi. Lakini zungumzie sasa, hiki kizazi kipi ambacho kimeingia kwenye komedi sasa hivi tunaona, au kina Asma Majid kina Said Said kina nani hao, zungumzia wewe, tayari ushakuwa mkongwe tayari, yani wewe ni kaka yao tu, wakubali wasikubali. Hapo sasa nizungumziaje hapo? Vipaji unavionaje? Je, vinaingia kuwafunika wale ambao walikuwa wameshapita zamani? Uh, mi, mi sitaki kuamini kwamba kila naifanya kitu lengo ni kumfunika ku, ni, ni mtu mm. au lengo we, ni kwa bora kuliko mwingine. Mtu ana nafasi yake wana, ayo, uh, wengi, wanajua sana lakini mpaka tunamzungumzia Kanumba, kokote atasema Kanumba anajua sana kuliko Gabo kuna kwamba pengo la mtu linaweza kuzibika. Kuna mtu mzee majuto hiyo hata Tanzania ni mashabiki nchi namjua, um, mwanamke sijui kama ni mbaya sana hatari au kawaida, lakini sababu na mashabiki, basi anafanya vizuri kwa, kwa, kwa, kwa upande wake na awezi kukubarika na watu wote yani, hata kama unajua unajua kiasi gani awezi kukubarika na watu wote. Diamond Platnumz ni msanii ambaye anafanya vizuri sana. Mi shabiki yake Diamond Platnumz. Tanzania tuna, tuna, tuko milioni zaidi ya milioni sitini, lakini ukiangalia hajafikisha hata milioni milioni ishirini followers. Lakini Diamond anafanya vizuri, kafanya makubwa sana kuliko msanii yoyote, lakini kuna watu wengine bado hawamwelewi Diamond Platnumz. Kwa hiyo unachokifanya sio kama kitapendwa na watu wote. Ona kama kina saidi zaidi, sio tu kina saidi zaidi komedia ni yote ambaye anafanya na kubarika kama hivyo, tuna mdiscuss basi, ni anajua katika nafasi yake mm. Yes, inawezekana sio mkubwa hivyo au mkubwa mm. Like, lakini mtu anajua nafasi yake. Lakini mimi bado sasa hivi kuniambia, uh, my best comedy wa muda wote, nitakwambia Joti. Mimi binafsi nitakwambia Joti mpaka sasa hivi nitakwambia Joti, yani Joti ndio mtu ambaye animeweza kumngamia, niko shule nasoma nakuja hivi na hivi sasa, so, Joti nitakwambia noma na anafanya vizuri, nitakwambia mtu kama Nanga nitakwambia anafanya vizuri noma, nitakwambia mtu kama taxi dola nitakwambia kama Leonardo. Yani mimi ni shabiki wa comedy mimi, na mimi, of course, mimi ni mchekeshaji lakini pia ni shabiki wa comedy so, mimi napenda kucheka always yeah. Yeah, so kila mtu anafanya bora katika upande wake. shabiki wa mpira kabisa mimi mpira napenda, ila sio shabiki wa mpira, ni sio mungu <laughs> mimi siwezi kuacha kula kwa sababu timu yangu imefungwa. mimi sio wow. Simba yangu ila mimi Yanga, mimi napenda Yanga <laughs> wow. mimi napenda Yanga. Amina tucheze. Yeah, kwa <laughs> hiyo pia ulishiriki ku kuacheka ndugu zetu wale. Eh, mpira mpira okay, wa kibongo okay, Simba na Yanga Simba akipotea ndo furaha kwa Yanga. Yanga akipotea ndo furaha kwa Simba. Ndio mpira ulivyo. Sijajua kama ndo ndo, utani wa jadi au utaratibu ukoje? Kwa nini mnafuata mkumbo kama mm. kama wapenda mpira kindakindaki wanafanya basi mimi nafanya hivyo. Lakini mm. Ah, vitu ambavyo unapenda, ah, mimi napenda sana kwenye michezo sasa. Kwenye michezo napenda ngumi ndio mchezo wa kwanza ambao unapenda. Mm -hmm kwa sababu nimecheza sana um, tangu na miaka saba nilikuwa nacheza karate, tangu na miaka saba nilicheza karate mpaka umri huu vizuri. Muulize nzizi ananijua vizuri kucheza naye yaani iko vizuri yeah. Fanya tumia mashoto, kwa hiyo mi hatari kabisa yeah. Namba naonekana kocha atakankae namba ngapi? ki namba yote nakaa <laughs> namba saba, nane, tisa hata moja ki. Mi, mi nakaa yeah. Hata reserve niko sawa yeah. Hivi mkali, siku unaamka pa unaingia Insta unakuta uh, pis kali ama mrembo tu mmoja hivi kakuweka dp alafu ni mtu maarufu alafu anakuzungumzia maneno mazuri kweli kweli, utajisikiaje? Yeah. asinaingia tu dm namtongoza <laughs> <laughs> <laughs> na hivi niko alone natongoza tumi napenda mapenzi by the... mapenzi ni sehemu ya maisha yani Mi silewi, si nyi pombe sivuti sigala, kwa hiyo kitu ambacho napenda mapenzi. Yani hata we kama una boyfriend wako anyi pombe anyi sigala vuti bangi, akisha nampa mapenzi muda mwingi sana yani, katika wiki hata mara nane, asubuhi mchana jioni akisha nampa, kwa sababu uh -huh. sisi wanaume ambao tulewi tuvuti sigara tunye pombe, mapenzi ni sema maisha yetu. Mapenzi tufanye na, na, sana mapenzi kwa sababu ukiangalia sasa hivi uh, wanaume wanaume kwa mavazi wengi, mm-hmm. lakini wachache sana waliobakia kwa wanaume tumebaki, yeah. wachache kwa tufanye sana mapenzi, tuwasaidie dada zetu, tuwasaidie tu kama nyinyi, ah. yes. kama niko singo, kama sipo singo wote kwa hapa nasema niko singo, nikirudi ndani huko akinipiga simu bebi kiakujibaadaauana bwana. Kuna kauli bwana alizungumza, Ludiva akasema hey, bwana katika maisha yake apendi mwanaume msafi. Msafi mwanaume unakuaje msafi? Afu najua kupika kaa, mwanaume unaizungumziaje? Kweli mwanaume takiafidu nimelala bila kuoga. Huu ndo wanaume. Mwanaume lazima uwe mchafu, japiga mswaki wake siku mbili. Mtu bibi kapiga mswaki wake nakupiga ukoloa itaki na kusema mke wangu utakayemuoa tunakuwa mwili mmoja, kwa hiyo atakuwa naoga mimi, kazangu kujifuta mm tu taulo ta tota, si mwili mmojammafmchafu kidogo Nasikwambia mtu wanawake mwanamke sana ndio awe msafi sana. Mwanamume kwa mtafutano kwa namna gani vipi? Mwanamume lazima awe mchafu. Yaani asili ya mwanamume ni uchafu. Kuna uchafu fulani hivi ambao lazima awe nao gentleman. Eh. Hey. Sasa mwanamume tunao mwanamke mwanamume una kila perfume mwanangu. Una sio perfume, una deodorant, una nini? Eh, mwanamume una damu swaki. Damu swaki unanua ya minya ile na kamua mpaka nakumbaleza. Huo ndio wanaume. Kile mwanamume una box kubwa damu swaki unaanza sije 5000. Haiwezekani. Kwa wale ambao wanapitisha vipako pia unawaambiaje? Sasa wewe wanaume, wewe ndio unusi wanaume. Unaona wewe ndio umelifema ndio atakie. Eh. Sawa. Wewe pia unapenda mwanamke awe msafi kiasi gani? Kupitiliza sana ama kawaida tu? E, kwa hiyo kuna wale wanawake ni wasafi kiasi kwamba unasema du. Hapa ni mayava yanga. Eh, mwanamke ni chake akiwa msafi inapendeza. Ana, yani mwanamke akiwa msafi unyo unavutia kama mtoto mdogo. Uliwita, mtoto wa mtu, msafi, mdogo. Unajua mtoto wa mtu akiwa msafi mtoto mdogo unapata nafasi ya kumbeba lakini, mwanangu, mtoto anakuwa mchafu, mtoto mdogo anakuwa mchafu, msikie mwanangu abea dada kanaye. <laughs> <laughs> Yani akushawishi kumbeba kwa. Hata mwanamke akiwa msafi is good. Mwanamke akiwa msafi sana, mm. unaweza ukautumia mwili wake kokote, yani unaweza kupitisha ulimi wako kokote kwenye mwili wake, si msafi mm. kini mwanamke akiwa mchafu, shingoni tu <laughs> jasho, kata kunywa chai asubuhi siu. Unaona kasa chai asubuhi aliyokunywa well, akuweka sukari, chumvi. Mm. chumvi chumvi chumvi. Kwa... mwanamke mzima msafi

tongozi tongozi tu wewe, brother. Wewe mimi nikikutongoza basi jue kwa namna nimekuona, ni wewe, uko vizuri, unajiweza. Mimi siwezi kuwa na mwanamke ambaye ana ghetto. Mm-hmm, siwezi. Kwa mfano kama kwa hofu anatumia bodaboda au daladala, siwezi. Kwa siwezi kudeti na, mimi siwezi kudeti na mwanamke ambaye anaomba mimi nauli kuja kwangu. Mm-hmm, siwezi kudeti naye, eh. Siwezi kudeti na mwanamke ambaye yanashinda kujihudumia mpaka mimi, eti bibi, leo sijala <laughs> hii, wewe uko sawa mwanamke, Wakati wana wana mm. <laughs> Yes. Kuna, kuna pia wanawake mshangazi. Yes, ah. Yes. nini fresh ndio mambo yangu ayo. Mimi kwanza hakuna mwanamke, wanawake wengi fresh Ndo mambo yangu yaani, kama hivi ukiwa na hela kidogo, 69 ah, na kutoa toko, kwa hapa tumejenga au tumepanga? Hapa nimepangiwa, mimi nina hela ah, eh. ya kupanga meshanganye ma magumu na mwanamke eh, ah, mke, shangazo yangu yuko ndoa no. ah. eh, kwao, mkigombana kidogo sio kwamba anakufurumusha hapa na mabegi, ana, ana ujanja

kwa sababu ukiwa um, na mwanamke mmoja, wanawake wa kila mwezi wanapokea mishahara yao, wanasimba wanacheza, na muda akiwa ajabu kwa, unajua, ni mimi, niko kwenye, kwenye, kwenye, kwenye sekta ya, ya, ya, ya mahaba niko vizuri <laughs> nahe, kwa kaangu ipo, ipo, ipo, ipo, mmoja hapa ipo gereji inaumwa ile gari gari ile, gari ya kitajiri ile inahitaji kama milioni saba hivi ndio ipone, piganiao pambano, alafu ndio utaiona, sio ukija. Haya bwana, sawa, tupate kumaliza kidogo. Sasa mkali, una kipi cha kuzungumza na mashabiki zako ambao wanakutazama sasa hivi? Ah, mashabiki zangu na, nawapenda mashabiki zangu wa kiume nawapenda sana mashabiki zangu wa kike. Ni, ni kutafuta na sio kutafutana. Ukipata nafasi yote ifanye, yani katika ulimwengu hakikisha unaangaika, una mara kwenye ngumi <laughs> la ndipo kwenye riadha andobaiuangaiamka yani wenuuia na, na tumezungumza mengi, kikubwa tusina like, kusha, lakini pia mfatilie sana Mkali Wenu kwenye peji zake na ufuatilie pambano lake bwana, upate kushuhudia kwamba pia ni mtu sio okay. kuchekesha isogera, some baby, till next time, bye-bye. Behind the camera my man Mawala.